Kusababisha wewe usijifunze kwa Yesu. Anajua kwamba tumpeleka mzigo mzito kanisani na siende, kwa Mungu na siende. Asisome na Mungu, mzigo wa usingizi ukuachie kwa jina la Yesu. Usingizi kwa sana, ukuachie kwa jina la Yesu. Kama shetani anaweka mzigo usimkize, ili ushindwe kupata maendeleo, ili upate kufanya jambo la maneno yako. Unalala kwa kweli, lakini huo ni mzigo wa shetani. Mimi na

Alfajiri yako ile ni njema. Mungu na itawala alfajiri yangu siku yangu ya leo na yangapo maombi sema amen. Unaitamkia mimi nitakutoa mafanikio pale pale. Unaweza kuona mtego kwa maisha yako, ukienda kwenye kazi kwa biashara, tayari umeshaitabiria siku yako, unadiwa maneno ya kidogo chako mwenyewe, unatamka siku yako wewe. Sema amen. Mungu sita siku hii. Mungu alikanisha na watu wa hivi na wa hivi, na kataa sana watu wa hivi na wa hivi. Inaona kusema hivi inakuwa vile vile. Leo sasa na mtu anataka kuniuma kama leo. Sasa siku ya kusikia kama hey, ni Jumatano ya leo. Jumatatu yangu sikia. Kinywa changu mimi mwezi mtawala sana mimi mtawala. Mimi mtawala. Sema mimi mtawala. Mimi mtawala. Unaiambia Jumatatu yako asubuhi hiyo saa 12. Sema mimi. Sema mimi. Saa 12 na saa 11 umeamka. Unaiambia Jumatatu yako sikia leo na kinywa changu. Sitaki nikutane. Hey, na mtu kwenye mama leo.